Kanisa ambalo Mungu anatawala lazima liwe kanisa ambapo wote wawili Mungu mama na Mungu baba hukaa. Tuone kitabu cha Mika sura ya nne mstari wa kwanza. Katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu, miongoni mwa milima yote utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watamiminika humo Mataifa mengi yatakuja na kusema, njoni, twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo, atatufundisha njia zake. Mungu atatokea Sayuni katika siku za mwisho na kutufundisha ukweli ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na tisa imeandikwa kwamba Mungu anatawala. Fikiri kuhusu wafalme wa ulimwengu huu. Kila nchi ina sheria yake yenyewe na mfalme hutawala kwa sheria hiyo. Vivyo hivyo, je, si lazima kuwe na sheria wakati Mungu Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana anapotawala? Kwa sababu hii alitufundisha nini alipokuja Sayuni katika siku za mwisho? Mungu aliwafundisha watu wote wa Sayuni sheria yake. Hebu tuone ni aina gani ya sheria ambayo Mungu alianzisha kwa kufungua Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Siku zinakuja asema Bwana, nitakapofanya. Atafanya nini na watu wa Israeli na watu wa Yuda? Agano jipya. Nani atafanya sheria Mungu alisema kwamba ataifanya sheria iitwayo agano jipya. Mstari wa 33. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitaweka sheria yangu katika nia zao. Sheria yangu inarejelea nini? Katika mstari uliotangulia Mungu ataweka sheria ya agano jipya kwenye nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa wa watu wangu Mtu atamfundisha tena jirani yake wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana, kwa sababu nitasamehe uovu wao wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Mungu atatangaza sheria wapi? Katika siku za mwisho atatangaza katika Sayuni. Pia atawafanyia nini watu wake wakao Sayuni? Mungu mwenyewe atawafundisha sheria yake. Kama vile wafalme wa ulimwengu wanavyotawala ufalme wao kwa sheria ya ulimwengu, Mungu hutawala na kutawala juu ya watu wake kwa sheria za mbinguni. Biblia inaeleza sifa za wale watakaopokea utawala wa Mungu. Wamealikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo nao wanawapokea bwana arusi na bibi arusi, yaani, Kristo ambaye ni mwanakondoo na mkewe. Hivyo wale, wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo kweli wamebarikiwa, kwa sababu wako katika utawala wa Mungu. Asanteni sana.